Nataka mtu um, at least mwenye atanipenda tu vile niko. Mhm. Mm, Asijali miaka yenye niko Mhm. Mm nayo. Qualifications zingine maybe. Mtu at least akona mwili hata nikimhagi nafeel kuna kitu mm. Yeah. Hey. <laughs> Mtu mwenye akona mwili ukihagi yeye unafeel at least kuna kitu. Yeah. Eh. <laughs> Kwa majina unaitwa nani? Sara. Unaitwa Sara. Sara, umetoka wapi? Nitoka msa wa nyumbani? Wewe ni msa wa paipu? nyumbani ushagona wapi? Ehe, wewe ni mtu wa Kakamega? Ehe, uko na miaka ngapi? 35. Uko na 35 Hello ni Sentava mambo vipi? So guys maze, kaida yetu maze, tutasema ngao sawa patane wapendane waoane wajaze dunia ama namna gani? So guys, leo maze, nimejiona hapa na beautiful lady maze, alinbox ako singa anataka mtu, unfortunately hajakuwa na majamaa bado, tukamwacha hapa na show tuone venye kuna, eh? kunaenda bila kupoteza time director, zumua bwana. Ehe, niaje? Poa. Kwa majina unaitwa nani? Sara. Unaitwa Sara. Sara umetoka wapi? Nitoka Pipeline. Wewe msa wa pipe? Nyumbani ushagonu wapi? Na ngili. Na? Na ngili. Na ngili iko kaunti gani? Iko Kakamega kaunti. Ehe, wewe ni Mluo wa Kakamega? Yeah. Ehe. Uko na miaka ngapi? Uko na 35. 35. Uko na 35 years? Yeah, yeah. Eh hey, na hata ukai bwana ama ni aje director. <laughs> So yes, Sara, uko na mtoto maybe? Yeah, niko na mtoto. Uko na mtoto? Mmoja ama mmoja? Mmoja. Kijana ama msichana? Kijana. Uko na mtoto kijana. Uko na hapa Nairobi ama ako ushago? Ako ushago. Ako a <laughs> ko so, ushago so, eh, sasa fanya hivi Sara, yes, angalia hapo kwa kamera, ambie waseme hivi juu niliona una connect watu mm, unaunganisha watu yani, nikaona mm, wacha nikutafute. Mm. Ya, yeah. Eh, na connect watu so, unadai pia mi natafuta nata mwanaume mwenye atanioa. Mm. Yeah. Uko single, unataka mtu, umekuwa single umevua how long? eight years? eight years. eight years bwana pale paipu ile najua kuna kajamaka kajama kashnapita akakafanya akuna, mi ni mgeni huku Mm. en Yeah. Oh, wewe ni mgeni ujaka huko sana. Umekuja lini? Nikuja... Nini? Disemba. Oh, umekuja huko Disemba. Eh, leo na hii ni mwezi wangapi? Lakini Disemba, si umekaa kaa kiasi, si ndio? Nimekaa lakini sijatembea. Mm. Oh ni ile ulifika ukatulia, lakini kutembea hujatembea tembea bado. Yeah. Eh. Sasa fanya hivi Saram, angalia hapo kwa kamera, ambia waseme hivi, in a last relationship nini ilifanyika, ndio kesho ukipata mtu mungine as repeat the same same mistake. Ni mzee yangu alienda ali kwa mwanamke mwingine. Hmm? Alienda ali kwa mwanamke mwingine, ndio kwa maana nilitoka. Ya mzee wako alienda kwa mwanamke mwingine, yeah. Alienda maybe kukaa na yeye ama wa, wa, wa, alikuwa na kuchiti, alinichiti. hmm. yeah. Ulimpata ama ilikuwaje? Nilipata teksti zao kwa simu hmm. yeah. Ulipata teksti zao kwa simu yeah. Hey. Sasa fanyie hivi, angalia hapo kwa kamera, ambia wasee unataka mtu anakaa aje. Nataka mtu at least, mwenye at least mwenye atanipenda tu vile niko mm -hmm. asijali miaka niko yenye niko nayo mm -hmm. nataka mtu kutokea 40 40, 40 years mpaka mm -hmm. 45 mm -hmm. yeah. Hey, mtu yetu atakupenda venye uko na 40 years to 45. <laughs> Nasara meweza ni connect na yeye, mtam reach out tuone venye kuna e, kunaenda e? Kuna so maybe any maybe any last word? Hauna uh, mm. Jambo ingine yeah? Hey, mtoto hapa uko hapa Nairobi ama kwa nyumbani? Ako, ako kwao mazem, wakwao uko maze nje, nimepeana namba. Kama hapa ni YouTube, subscribe. Kama ni Facebook, follow. Kama ni TikTok, follow. Thanks for watching. Tunawapenda sana.